Kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ni Mbosso Kan kuweza kupost rangi za kijani, lakini sasa hivi imeonekana ni jambo la tofauti kabisa ambalo linaendelea kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo Mbosso ameonekana kuandika maandishi ambayo yanakuwa ni hashtag RN3. Sasa jambo ambalo linaibuka kwenye mitandao ya kijamii ni mijadala baina ya mashabiki eh, mashabiki kwa mashabiki wao, wakiendelea kuuliza ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa Mbosso Kan cause Mbosso Kan tangu kuweza kutoka WCB hajaweza kuachilia kazi yoyote na watu wengi wakiendelea kusubiri ni jambo gani ambalo Mbosso Khan atakuja nalo, aidha labda pengine ni EP au pengine labda ni wimbo kama solo artist au utakuwa ni wimbo ambao atamshirikisha msanii mwenzake ambapo atakola, kolaborate pamoja na kuweza kuachilia ngoma. Sasa siku za e, nyuma kidogo hapo, siku tatu ambazo zimeweza kupita aliweza kupost picha ambayo ni picha yenye rangi tu ya kijani, yani kulikuwa hakuna e, chochote ambacho kipo pale, lakini ilikuwa ni rangi ya kijani, jambo ambalo liliweza kuibua baadhi ya watu wengi sana E, kutoa komenti zao. Komenti takriban 1469 e, zilikuwa zimemiminika kwenye hiyo page lakini e, kwenye hiyo post sasa, lakini sasa hivi e, imeibuka tena post nyingine ambayo ni hashtag RN3. Sasa watu wengi wao wameweza kucomment labda pengine naweza kuwa ni e, labda e, ni record label anataka kuanzisha. Kuna wengine ambao wao wameweza kusema labda pengine ni e, kuna wimbo baina ya hawa msanii ambaye anafahamika kwa jina la RN3 labda kuna mwingine ambaye naye pia anaweza akasema kwamba e, Mbosso unaoa, unaoa au kuna kitu gani ambacho kipo behind ambacho kinaendelea, jambo ambalo ameweza kuliposti Mbosso kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa hivi rangi hiyo ya kijani ambayo ina maandishi manne tu, jambo ambalo ameweza kuliposti Mbosso kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo limekuwa lina maandishi manne tu. Hashtag RN, RN3 limezidi kuzua mijadala mingi sana na hata pia siku za hivi karibuni zimeweza kupita, alionekana pia Mbosso kuweza kufika BASATA na kuonekana kabisa wakiendelea kuwa na mazungumzo, na kama inafahamika kwamba wasanii wengi wakifika pale BASATA aidha labda kutakuwa kuna nyimbo ambayo haina maadili yani, wimbo ambao hauna maadili au labda pengine kuna kitu ambacho amekifanya e, kinyume na maadili. Sasa wasanii wengi wameonekana wakifika wame, wame, wame, wame, wame, wame, wame wame basata ndio nakuwa na ishu kama hizo hapo, lakini kwa mpande wa Mbosso kan ilionekana ni video tu ambayo iliweza kupostiwa na NFC, ambayo hii ni akaunti ya kuweza kumpa backup msanii yani mboso, mboso akiwa na akaunti yake binafsi, lakini pia kuna akaunti ambayo inaposti taarifa zake. Sasa taarifa iliweza kupostiwa na akaunti hiyo hapo ambayo inaripoti taarifa na na sasa sasa e, kuweza kuweza kufika Basata na sasa hivi tena kuweza kupost e, bana haya maandishi ambayo ni hashtag #RN3 imeonekana kabisa kuendelea kuzua mijadala mingi sana kwenye, kwenye mitandao ya kijamii. Unakuja na jambo lako nini? Unakuja na lako nini? Mbosso akawa eh, ameweka ame, ame emoji fulani hivi za eh, kushangaa, lakini pia ameuliza eh, ameweka eh, alama za eh, mshangao. Sasa wapo watu ambao wanaendelea kutafsiri labda pengine hii RN3 kwamba ni RNB, yani kwamba atakuja na mziki wa aina ya RNB lakini kama unavyoona kwamba ni RN afu 3 yani, ni kama vile logo fulani hivi ya R&B. So zipo comment kibao za ambazo zinaendelea kumiminika kwenye mitandao ya kijamii, lakini kama inafahamika kwamba hawa ni wasanii na kama unavyojua kwamba sasa hivi eh, mtu hata kikuambia kwamba acha masuala yako ya kisanii, inaonekana kabisa kwamba wasanii wao eh, kwenye masuala mazima ya kutengeneza vimazingira, basi ni eh, kawaida kabisa. Lakini kwa upande wa Mbosso, kinachoendelea sasa hivi ndo kama unavyoona hapo juu, ni rangi za kijani ambazo zinazidi kumiminika eh, pale hata kwenye pande mzima wa eh, Profile pale inaonekana kabisa ni hashtag RN3 eh, lakini pia eh, posti zote ambazo zipo sasa hivi ziko na rangi ya kijani, labda pengine ni eh, wimbo unaweza kawa ni wa CCM au, eh, ni kitu gani ambacho kinaendelea eh, soon tu, eh, tutakuja eh, kukupa taarifa kadha kadha ambazo zinazidi kuendelea kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Cha msingi ni kwamba endelea kusubscribe lakini pia usisahau ku drop comment yako, tupe mtazamo wako kwenye hiyo comment hapo, utakuwa umetisha kina noma noma chao chao.